Watu wawili wamefariki dunia papo hapo kufuatia ajali ya gari ya lori iliyotokea maeneo mawili tofauti ikiwemo eneo la Msamvu na nane nane Mzambarauni, manispaa ya Morogoro, mkoani Morogoro, huku wakazi wa Morogoro wakiomba upanuzi wa barabara ya Morogoro Dar es Salaam kutokana na ajali za mara kwa mara. Mashuhuda wa ajali hiyo wakiwemo madereva wa magari ya mizigo wamesema kuwa kutokana na ufinyu wa barabara umesababisha ajali za mara kwa mara, huku waathirika wakuu wakiwa ni bodaboda. Leo mnamo majira ya saa mbili na sa... nusu eneo la Msamvu kutokea ajali mbili ambazo zimesababisha vifo ka wa watu wawili, na tukiangalia ukiangalia kutokana na vifo vizi vilivyotokea, kwanza kwanza ufinyu wa barabara imekuwa ndogo, sasa takuta naz magari makubwa, hasa malori huwa natembea spidi ambazo sio katika maeneo ambayo aja li eneoa la rasilimali watu, kwa mfano kama leo pale mimi ni mwenyewe nimeshuhudia ajali mbili za watu walifariki kutoka na wao. Wewe tungeomba tu kwamba serikali waangalie na kutanua barabara yetu kidogo sababu imeshakuwa ndani ya wiki hii ajali ya tatu kama hiyo. Na vivyo tungeomba tu wenzetu madereva, na tungeomba hasa jeshi la polisi RTO anajitendi sana kuwapa semina madereva huachoki kwa wakati huaita na kwa lakini imekuwa kama wanashindwa kutima mamlaka au kupata sheria ambazo za usalama barabarani tuliomba vijeshi la polisi jambo aliangalie kwa kina, hasa wa madereva malori sababu mekua mara nyingi nyingi. na amani naaaa ni hivyo, ni hayo tuliomba ushauri kwa serikali, basi jambo alifanyie kazi, sababu tana wiki mtu watatu ndio anakufa. Leo hili kama mimi safari yangu natoka Dar, nilikuwa naenda Kigali, nimefika maeneo ya daraja ni Msamvu hapa ndio boda boda. Kameingia kwenye tairi la nyuma, ni kwa kama pasuka kichwa, kwa sababu mbele yangu mimi nilikuwa kuna foreni inaendelea na maana kumuona nyuma naye akawa ametokea upande wa nyuma, kwa kumuona kama ni vigumu, nikuja kushtukiwa na gari zinazokuja nyuma, kwa maana kuna mtu umegonga hapa nyuma, kwa hiyo kuja kusimama, nikateleza kichwa kile kaingiza kwenye, kwenye tairi ya tela nyuma kabisa i alipatwa na bodaboda maemaeneo ya Biba pale. So wakati narudi tena nikakutana na ajali nyingine maeneo ya Mzambarauni ambayo sikuiaage anyari naezani huko. Hapa nachokiona ni sababu ni ufinyu wa barabara, kwamba hiyo serikali upande wake kaimu afisa uhusiano kutoka hospitali ya Rufaa Mkoa wa Morogoro, Scolastika Ndumba amethibitisha kupokelewa kwa miili na tayari imehifadhiwa hospitalini hapo. Hospitali hiyo, ni ajali ya barabarani ambayo imetokea maeneo ya Msamvu na tumepata miili miwili, ambapo ni mmoja ari huyu miaka yake ni 31 na na ni mkazi wa Tungi, lakini huyu wa pili ni Ali Salum miaka 25. Yeye makazi yake bado yanaendelea kufuatiliwa. Miili imehifadhiwa katika motari yetu katika